Nyumba za mabanda katika eneo la Makoko, lililopo juu ya laguni jijini Lagosi, zimebomolewa na kuchomwa moto, huku wakazi na wakosoaji wa hatua hiyo wanasema ni jaribio la serikali kupora ardhi ya ufukweni kwa ajili ya kuendeleza maeneo ya kifahari. Serikali ya jimbo la Lagos imekanusha madai hayo vikali, huku ikisema ubomoaji unafanywa kwa sababu za usalama wa afya na miundombinu. Anna Sobie ni mama wa watoto watano ni miongoni mwa waliopoteza makazi yao nyumba yake ambayo iliyojengwa juu ya maji ilibomolewa wiki chache zilizopita, sasa analala na watoto wake juu ya jukwaa lililovunjika palipokuwa nyumba yao. Tukio hilo linaonyesha ukubwa wa tatizo la makazi katika jiji la Lagos. Vyanzo vya habari nchini humo zimeripoti kuwa, Makoko ni makazi makubwa zaidi yasiyo rasmi ya ufukweni nchini Nigeria. Eneo hilo lilianzishwa karne ya 19 na jamii za wavuvi, kwa miaka mingi limekuwa hifadhi ya watu wa kipato cha chini na wahamiaji wanaotafuta maisha bora. Hata hivyo sasa sehemu kubwa ya Makoko imegeuka kuwa magofu. Wakazi wanasema ubomoaji ulianza siku chache kabla ya Krismasi, timu za ujenzi zikiambatana na polisi wenye silaha zilizovamia makazi yaliyokuwa karibu na Bahari ya Atlantiki. Mashirika ya kiraia yamesema nyumba zilizochomwa moto bila notisi za kutosha, baadhi ya watu walidai walikuwa bado ndani na nyumba wakati moto ulipokuwa ukiwashwa. Mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yanasema zaidi ya watu elfu kumi wamepoteza makazi, huku zaidi ya nyumba elfu tatu pamoja na shule, kliniki na makanisa yameharibiwa. Serikali ya jimbo haijatoa takwimu rasmi za uharibifu, wakazi wengi sasa hawana makazi wala chanzo cha kipato. Wakati maandamano haya ya kazi kuelekea bunge la jimbo yakiendelea, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi. Wakazi walisema watu kadhaa wamejeruhiwa na wengine walifariki, wakiwemo watoto, huku serikali ikikana madai hayo ya vifo yanahusishwa na gesi hiyo, iliahidi kuchunguza madai hayo kwa kina. Serikali ya Lagos imetetea hatua zake ikisema nyumba zilijengwa chini ya nyaya za umeme wa msongo mkubwa. Gavana Babajide anasema hali hiyo ni hatari kwa maisha ya watu. Pia alielezea kuwa Makoko ilikuwa ikitanuka kwa kasi kuelekea daraja la Third Mainland, huku serikali ikisisitiza kuwa imewasogeza wakazi nyuma ili kuzuia maafa. Wakazi wengi wanaamini ubomaji huo unalenga kufungua njia kwa maendeleo ya kifahari. Watengenezaji wa mali wanasema ardhi ya ufukweni Lagos ina thamani kubwa sana, huku mashirika ya haki za binadamu yameita hatua hizo ni kuwa unyanyasaji wa watu maskini wa mijini. Licha ya ahadi za fidia, wengi bado wanaishi bila matumaini na msaada wa kutosha. Imeandaliwa na Heleni Mdinda kwa msaada wa mashirika habari, na kusoma kwako kwa nami Timo Thrugoe, endelea kufuatilia Mwananchi Digital.